Wakati ambapo tunakutana hapa hapa kwenye channel yako pendwa kabisa, ili kuweza kuhabarishana habari zilizojiri, zinazojiri ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kutokana na kuwepo kwa mgogoro kati ya Rais wa shirikisho la mpira wa miguu wa Tanzania TFF, Waris Kalia pamoja na mwanachama wa Yanga Africans Haji Manala kumeibuka na mzozo mkubwa katika mitandao ya kijamii. Rais Karia akijibu tuhuma dhidi ya bodi ya ligi kuu kuhusu kuahirishwa dabi ya Kariako. Baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariako kati ya Yanga dhidi ya Simba uliopaswa kupigwa dimba la Benjamin Mkapa Machi 8, 2025 kumeibua mijadala mbalimbali juu ya kuahirishwa kwa mchezo huo. Mmdao wa michezo na mwanachama wa Young Africans Haji Manala, Machi 17, 2025, alinukuliwa akimjibu rais wa shirikisho la mpira wa miguu wa Tanzania TFF Waris Kalia na kusema kauli za rais huyo zimejaa kiburi na kulewa madaraka. Manala aliongea kauli hizo baada ya tamko la rais wa TFF Waris Kalia kuzungumza na vyombo vya habari na kusema kuwa vitu vingine vinavyofanyika ni vya kijinga. Wanaotaka viongozi wa TFF bodi ya ligi kujiuzulu, waambie viongozi wenyewe, wako sawa sawa, hawastahili kujiuzulu. Baada ya mjadala mrefu kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari juu ya kauli ya rais wa TFF Karia na Manala wa Yanga, meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali ameibuka kupitia mitandao yake ya kijamii na kusema anemdhi yake rais wa TFF ni mwehu anatokea mwehu mmoja anamdhihaki haki huyu rais au kikundi cha vijana wa hovyo wanadhihaki mamlaka za mpira wetu. Hii nchi uhuru umepitiliza sana. Wallace Karia, TFF na bodi ya ligi wanapasa kuheshimiwa, kuenziwa, kutunzwa na kulinda, maana wamefanya kazi kubwa na wanaendelea kufanya kazi kubwa kwenye mpira wetu. Yote tuliokuwa tunayaota kwenye mpira sasa hivi anatokea, yale tuliyoyadhani ni magumu kwa Karia yamewezekana. Na kama haitoshi, tunaiota kesho njema ya mpira TFF chini ya Karia na wenzake. Ahmed ameenda mbele na kumtaka rais wa TFF Waris Kalia na uongozi wa TFF na bodi ya ligi kutorudi nyuma na kutokubali mtu kuarudisha nyuma, kwani kwa sasa taifa linawaza kombe la dunia, AFCON na ubingwa Afrika ngazi ya ngazi klabu. Katika mahojiano na kituo kimoja cha redio, Kalia alisisitiza kuwa bodi ya ligi haina budi kuendelea na kazi yake kwa kufuata taratibu na kanuni zilizowekwa. Alieleza kuwa maamuzi ya bodi hiyo yanazingatia kanuni za mchezo na kuwataka wachezaji wa soka kuheshimu taratibu. Karia bodi ifanye kazi yake. Je, viongozi wa klabu ndio hawatakiwi kujiuzuru? Karia alitoa kauli nzito dhidi ya waliopendekeza bodi ya ligi ivunjwe au ijiuzuru kutokana na uamuzi huo. Alihoji uhalali wa wanaoikosoa bodi hiyo kwa kushindwa kuhakikisha uongozi wa timu zake yenyewe Taratibu tuziache zifuate, lakini huwezi kusema bodi ijiuzulu. Hata wanaosema hivyo waambie na viongozi wao hawastahili kujiuzulu. Vitu vingine vinafanyika kitoto, kama watu wamechoka kucheza mpira basi wakaendelea na sinema zao, alisema Karia. Hivyo ndivyo baada ya kusambaa kwa video jongefu ikimuonesha rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wallace Karia akizungumza wakati wa iftari iliyoandaliwa na shirikisho hilo jijini Tanga. Mjadala mkubwa umeibuka. Katika video hiyo, Karia anasikika akisema, tutakuwa tunaongea na waandishi wa habari tuwape yote haya kwenye media zetu zilizoko Tanga, maana yake hizo media zingine zimechafuka, zina mambo yao yale. Kauli hiyo imeibua mjadala mkali, hususan kutoka kwa mwanachama wa Yanga Haji Manala ambaye kupitia ukurasa wake wa Instagram ameonyesha kutoridhishwa na kauli ya Karia. Katika ujumbe wake Manara ameandika: Hizo media nyingine unazosema zimechafuka ndizo hizo hizo huzitumia kuhamasisha soka ya nchi hii na ndizo zilizo kutambulisha kwa jamii. Unachofanya ni ubaguzi wa wazi wazi kama kiongozi mkuu wa soka nchini, na kwa hilo umeshapoteza uhalali wa kuendelea kuongoza TFF. Manara yameendelea kudai kuwa rais huyo wa TFF amepoteza sifa za kuendelea kuongoza shirikisho hilo. Sioni tena kama unastahili kubaki kwenye shirikisho kama kiongozi, umeleta ukanda na umedharau midia nyingine za nje ya mkoa wa Tanga. Kiburi na majivuno yako yamevuka mpaka. Kiukweli jamaa, he is too drunk in power to be sober. Aidha, Manala ameidai kuwa Karia anazuua migogoro kati ya vyombo vya habari vya Tanga na vile vya nje ya mkoa huo. Ameendelea kumshutumu kwa kila alichokiita kutafuta huruma kwa kutumia jukwaa la iftar: Bora ungenyamaza tu kipindi hiki kuliko kwenda kutafuta sympathy na kuwatumia watu wakusifu kusifu hadi kwenye majukwaa ya iftar, haikusaidii hata kidogo, kwa sababu hata waliokuwa wakikunga mkono wameshaona sura yako halisi. Katika hitimisho lake, Manala amependekeza Karia apishe nafasi hiyo na kuachia makamu wake akaimu urais wa TFF hadi uchaguzi ujao mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Hadi sasa kaudi za Karia zimeendelea kuzua mijadala mikubwa kwenye mitandao ya kijamii, huku Manala akiwataka wanayanga kuanza kampeni ya Karia Mastigo. Huu ni wakati ambapo tunakutana hapa hapa kwenye chaneli yako pendwa kabisa, ili kuweza kuhabarishana habari zilizojiri, zinazojiri ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kutokana na kuwepo kwa mgogoro kati ya Rais wa shirikisho la mpira wa miguu wa Tanzania TFF Waris Kalia pamoja na mwanachama wa yanga Africans Haji Manala kumeibuka na mzozo mkubwa katika mitandao ya kijamii. Rais Kalia akijibu tuhuma dhidi ya bodi ya ligi kuu kuhusu kuahirishwa dabi ya Kariakoo. Baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya Simba uliopaswa kupigwa dimba la Benjamin Mkapa Machi 8, 2025 kumeibua mijadala mbalimbali juu ya kuahirishwa kwa mchezo huo. Mdao wa michezo na mwanachama wa Young Africans Haji Manala Machi 17/2025 alinukuliwa akimjibu rais wa shirikisho la mpira wa miguu wa Tanzania TFF Waris Kalia na kusema kauli za rais huyo zimejaa kiburi na kulewa madaraka. Manala aliongea kauli hizo baada ya tamko la rais wa TFF Waris Kalia kuzungumza na vyombo vya habari na kusema kuwa vitu vingine vinavyofanyika ni vya kijinga. Wanaotaka viongozi wa TFF bodi ya ligi kujiuzulu waambie viongozi wenyewe, wako sawa sawa, hawastahili kujiuzulu. Baada ya mjadala mrefu kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari juu ya kauli ya Rais wa TFF Karia na Manala wa Yanga, meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali ameibuka kupitia mitandao yake ya kijamii na kusema anemdhi yake rais wa TFF ni mwehu. Anatokea mwehu mmoja anamdhihaki huyu rais, au kikundi cha vijana wa hovyo wanadhihaki haki mamlaka za mpira wetu? Hii nchi uhuru umepitiliza sana. Wale skariya, TFF na bodi ya ligi wanapasa kuheshimiwa, kuenziwa, kutunzwa na kulinda, maana wamefanya kazi kubwa na wanaendelea kufanya kazi kubwa kwenye mpira wetu. Yote tuliokuwa tunayaota kwenye mpira sasa hivi anatokea, yale tuliyoyadhani ni magumu kwa Karia yamewezekana. Na kama haitoshi, tunaiota kesho njema ya mpira wa TFF chini ya Karia na wenzake Ahmed ameenda mbele na kumtaka rais wa TFF Waris Kalia na uongozi wa TFF na bodi ya ligi kutorudi nyuma na kutokubali mtu kuarudisha nyuma, kwani kwa sasa taifa linawaza kombe la dunia, AFCON na ubingwa Afrika ngazi ya ngazi klabu. Katika mahojiano na kituo kimoja cha redio, Kalia alisisitiza kuwa bodi ya ligi haina budi kuendelea na kazi yake kwa kufuata taratibu na kanuni zilizowekwa, alielezwa kuwa maamuzi ya bodi hiyo yanazingatia kanuni za mchezo na kuwataka wachezaji wa soka kuheshimu taratibu. Karia: bodi ifanye kazi yake. Je, viongozi wa klabu ndio hawatakiwi kujiuzuru? Karia alitoa kauli nzito dhidi ya aliopendekeza bodi ya ligi ivunjwe au ijiuzuru kutokana na uamuzi huo, alihoji uhalali wa wanaoikosoa bodi hiyo kwa kushindwa kuhakikisha uongozi wa timu zake yenyewe taratibu tuziache zifuate, lakini huwezi kusema bodi ijiuzulu. Hata wanaosema hivyo waambie, na viongozi wao hawastahili kujiuzulu. Vitu vingine vinafanyika kitoto. Kama watu wamechoka kucheza mpira, basi wakaendelee na sinema zao, alisema Karia. Hivyo ndivyo baada ya kusambaa kwa video jongefu ikimuonesha rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF walis Karia akizungumza wakati wa iftari iliyoandaliwa na shirikisho hilo jijini Tanga. Mjadala mkubwa umeibuka. Katika video hiyo, Karia anasikika akisema, tutakuwa tunaongea na waandishi wa habari tuwape yote haya kwenye media zetu zilizoko Tanga, maana yake hizo media zingine zimechafuka zina mambo yao yale. Kauli hiyo imeibua mjadala mkali, hususan kutoka kwa mwanachama wa Yanga Haji Manala ambaye kupitia ukurasa wake wa Instagram ameonyesha kutorizishwa na kauli ya Karia. Katika ujumbe wake, Manala ameandika Hizo media nyingine unazosema zimechafuka ndizo hizo hizo huzitumia kuhamasisha soka ya nchi hii na ndizo zilizo kutambulisha kwa jamii. Unachofanya ni ubaguzi wa wazi wazi kama kiongozi mkuu wa soka nchini, na kwa hilo umeshapoteza uhalali wa kuendelea kuongoza TFF. Manara ameendelea kudai kuwa rais huyo wa TFF amepoteza sifa za kuendelea kuongoza shirikisho hilo. Sioni tena kama unastahili kubaki kwenye shirikisho kama kiongozi, umeleta ukanda na umedharau media nyingine za nje ya mkoa wa Tanga. Kiburi na majivuno yako yamevuka mpaka. Kiukweli jamaa, he is too drunk in power to be sober. Aidha, Manala ameidai kuwa Karia anazuua migogoro kati ya vyombo vya habari vya Tanga na vile vya nje ya mkoa huo. Ameendelea kumshutumu kwa kila alichokiita kutafuta huruma kwa kutumia jukwaa la iftar. Bora ungenyamaza tu kipindi hiki kuliko kwenda kutafuta sympathy na kuwatumia watu wa kusifu hadi kwenye majukwaa ya iftar. Haikusaidii hata kidogo kwa sababu hata waliokuwa wakikuunga mkono wameshaona sura yako halisi. Katika hitimisho lake Manala amependekeza Karia apishe nafasi hiyo na kuachia makamu wake akaimu urais wa TFF hadi uchaguzi ujao mwaka 2026. Hadi sasa kauli za Karia zimeendelea kuzua mijadala mikubwa kwenye mitandao ya kijamii huku Manala akiwataka Wanayanga kuanza kampeni ya Karia Mastigo.